Huyu kijana ambaye hapa amekuja ame kwa mama yake, alikuwa hakai hapa, amekuja kwa mama yake. Mama yake ndio amepanga hapa, ninaye kama miaka sita, mama yake naye hapa. Sasa huyu kijana amekuja mwezi wa pili hapa, ila na mama yake alikuwepo, ameondoka alihamisi ya wiki iliyopita. Sasa mimi changamoto hapo, unajua kila asubuhi, kila mtu anaamka na changamoto zake. Mimi jana niliondoka, nili kwenda pilika pilika za, za maisha. Sasa ilikuwa zamu yake ya kufagia uwanja, tunajipaga tuna zamu ya kufagia hapa. Sasa kapo kachukuka kangu kakaenda kumwitamu, ambao kalikuwa kali kali kaliniambia aenda kumuita Danye. Danye, nizamu yako ya kufagia, amka ufagie. Sasa ni sambi ya pat mirara tu kimya, hivyo hivyo haka haka tu, ila labda ataamka na kenyewe, kakaja tu kakaendea na pilika yako ya kupika. Sasa mimi nilikuja jana saa sa, saa mbili toka kazini huko kwenye pilika zangu za, sa, za mihangaiko, nakuta nikaoga, nikamaliza, tukala wakasema hivi bibi, kale ka, ka, ka Danye leo akajafungua, tumekaita asubuhi kufagia, lakini akajaamka mpaka na, na, nakwa na sasa hivi hasa. Nikatoka nikaenda nikakaita Danye, kimya. Sasa mlango nikauvuta kwa nguvu, nikakutikisa, kamejifungia kweli, ila ta inawaka tena nikarudia ndani hamsaka mlango nikaushika kwa nguvu hivi, nikausukuma hivi, iposhika mlango aufanya pa kuchungulia hivi, kamejinyinyiza keyo. so, sasa nikatoka nje nika aa nika mbii, jamani huyu mtoto amejinyonga. Nikakimbia kwa balozi, balozi akaja. Alipokuja balozi, tukenda polisi mimi ya kwangu ndio hayo. Mimi nilikuwa najua huyu mtoto ana homa, imefanya kwa sawa, anakaa peke yake, sio lauda kamizidiwa homa, ndio maana nilienda na kazi ya kusukuma mlango. Kwa kweli chanzo sijifahamu, sijifahamu kabisa, kwa sababu hata na najani kwa naweza lauda kuna changamoto hapa, kasema hamna, kalikuwa tu kanaondoka, kana, kanaenda asubuhi zii, kanachoma sijui shi. Sasa na kenyewe gambo

mama yake alimchukua anasoma form mbili, ni, ni, ni shule gani ambayo alikuwa anasomea. Ila yeye alikuwa mtu wa kimya wa taratibu tu, kwa jina anaitwa John Felician alimaarufu kama John Masizon, alikuwa ni mteja wangu, alikuwa anapenda kuja kurusha kwangu kwa kuja mchana, tunapiga stori mbili tatu, ila yeye sasa mawazo yake alikuwa amekizi sana kwenye kubeti, naona amewekeza sana kwenye kubeti tumefunga hapa biashara yangu, nimekaa hapa katika, nimesimama, akaja devi devi, ndo ananiuliza kwamba huu mtani kwenye kuna tukio, nikasema sijui chochote, akasema hem, tushuka huko chini. Hata katika harakati ya kushuka chini, ndo tukafika kule, ndo tukakuta kwamba amejinyonga. E, mimi, kwa mimi ninavyohisi, huyu atakuwa kwenye kubeti kule Watafute hela za halali, wafanye kazi. Iliniumiza sana kwa sababu alikuwa ni kijana mdogo, nadhani mwenye umri wa miaka kumi na nne au kumi na tano hivi. Limeniumiza sana na nimesikitika sana. Ni kwa sababu gani amechukua maamuzi magumu kama haya? Watu wengi wanasema ni kubeti. Inawezekana kijana alikuwa anapenda kubeti na... Tunasibirisha ni kubeti, kwa sababu pale mezani walikuta mkeka, walikuta na simu, alafu mvunja mvunja line. Alafu ile kijana alikuwa anakuja kurusha movie kwa John Masizo ali hapa, lakini baada ya kwenda mle ndani, tukakuta hata TV haimo, maanake huenda alichukua maamuzi ya kubeti, paka akauza hata TV. Huenda ndiyo sababu ya kuchukua maamuzi kama hayo, aliogopa, huenda wazazi wake wakija wakuta hivi na hivi akona achukue maamuzi magumu kama hayo. Hayo ni makisio, lakini eh, huyo kijana aliyejinyonga yuko mitaa yetu, na mimi kwa kweli sijajua kilichosababisha yeye kujinyonga kwa kweli. Sasa shida ni kitu kimoja, wale vijana bwana, mi sisi tunashinda kwenye makazi yetu, kumfahamu sasa e, ndo kazi. Lakini huo msiba huko katika mitaa yetu e, mimi si ndio katibu wa hilo eneo. Vijana walio wengi katika mitaa yetu ni, ni kweli, yani hilo mi naweza nikalikubali, kwa sababu hawataki kufanya kazi, hilo hata mi naweza nikalikubali hilo, maake vijana hawataki kujishughulisha e, inaweza ikawa kweli ni hilo mambo yao haya ya, ya kubeti haya katika vijana wetu hawa kiwata mimi ninavyoona, wao kujifunza ni kazi ngumu sana, kwa sababu wao, maana vijana walio wengi hawataki kufanya kazi. Sasa hataki kufanya kazi, Saleh anataka sasa, mwisho wa safari ndio anajikuta anajiingiza kwenye matukio kama yale, kinachoendelea mpaka sasa hivi hata sisi nadhani tunawasikilizia wao, kwa sababu wao wao ke ndio waamuzi wao ndio waamuzi, tunafanya hivi tunafanya vile. Maana sisi nzengo, kama nzengo, inatakiwa hilo tukio sasa hivi inabidi tuangalie kwanza, wao wanzengo wa- wao wao wana ndugu sasa